Hey, karibu ndugu mtazamaji wa filamu zako za Repro Movies. Hii ni chaneli yako pendwa ambayo inakuletea movie mbalimbali, ni simulizi ya movie mbalimbali za Kiafrika za vita na movie mbalimbali za simulizi za mapenzi. Filamu inaanza kwa kuonyesha kundi la watoto wakicheza huku sauti ya mtoto mmoja ikisimulia kuwa nchi yao iko kwenye machafuko. Mtoto huyo anaitwa Agu, anaonekana akiuza televisheni iliyovunjika vunjika kirika, mtu mmoja anakataa kuinunua. Mtoto huyo anauza tv hiyo kwa mwanajeshi mmoja ambaye alikuwa amevalia nguo za kijeshi. Hakuna familia yake wanaishi katika eneo la mpakani ambalo kwa sasa ni salama kutokana na vita. Nyumbani, tunaona familia hiyo ikiishi kwa amani. Mama yake Agu anawatunza watoto wake huku baba yake ambaye awali alikuwa mwalimu sasa akiwa mkuu wa kata na akisaidia wakimbizi wanaofika katika eneo la Bufa. Siku moja Agu na kaka yake na marafiki zao wanazuia barabarani kwa tawi la mti wakianza kuomba madereva pesa. Ghafla mzee mmoja mwenda wazimu anakuja na kuwashambulia kwa maneno akiwaita wezi. Nyumbani, familia ya Agu ilikuwa ikila kwa furaha. Wakati baba yake alipotambua kuwa televisheni yake haipo, alibaini kuwa Agu alivunja televisheni hiyo kwa makusudi ili akaweze kuiuza. Agu anakimbia na kuondoka nyumbani. Siku inayofuata hali ya vita inatangazwa kupitia redio, lakini Agu hakusikia kwa kuwa yuko bize kumchekesha babu yake aliyekuwa ya mgonjwa. Baadaye tunaona magari ya kivita ya askari yakifika kijijini kwao. Wakati wa mkutano, inaamuliwa kuwa wanawake na watoto wakimbie kuelekea mji mkuu, huku wanaume wakibaki kulinda mali zao. Mama na baba wa Agu wanabishana kuhusu kukimbia huku Agu na kaka yake mkubwa wakicheza mchezo wa bodi. Hatimaye baba anaamua kumtuma mke wake na watoto wadogo mjini, lakini Agu hawezi kwenda. Baba yake anajaribu kumbembeleza, mke wake anabembeleza dereva pia, bila mafanikio. Kisha anamwahidi mke wake kuwa watamtafuta Agu baada ya mambo kutulia mwisho wake Agu na baba yake, kaka yake na babu wao wanabaki kijijini. Vita vinaanza karibu nao na wanalazimika kujificha kutokana na risasi. Baba wake Agu anatoka nje na kushuhudia mapigano kati ya wanamgambo na askari wa serikali. Ghafla bunduki kubwa inaelekezwa upande walio. Watu wanaojaribu kukimbia wanapigwa risasi mara moja na kufa. Wengi wanaanguka chini, wengi wanafariki, lakini Agu na wanaume wengine wanajisalimisha kwa askari na wanajeshi. Wa serikali wanaulizwa kama wanahusiana na waasi. Baba wa Agu wanajitambulisha kama mkuu wa kata na kueleza kuwa wao ni raia wa kawaida. Askari anamuita yule mzee mwendawazimu na kumuuliza kama anawafahamu naye anasema hawajui na huenda wanamgambo, licha ya baba wa Agu kujaribu kueleza kuu mkkuwa mzee huyo ni wenda wazimu, askari anawaamuru wauawe. Um, wa anaamuru mzee huyo wauawe. Baba w wa Agu anawaamuru Agu na kaka yake wakimbie. Baba yao anapigwa risasi na kuuawa, kaka yake Agu pia anauawa wakati wa kukimbia, na Agu anabaki peke yake. Agu anakimbia porini kwa siku nyingi bila chakula wala mwelekeo. Siku moja anaona mtoto na kumfuata, lakini mtoto huyo anatoweka. Baada ya Agu anakamatwa kwa bunduki na mtoto aliyemwona awali, kisha wanaume wengine wanafika na kubainika kuwa ni wanajeshi wa NDF Native Defense Forces. Wanadhani Agu ni, ni mduifu, lakini kiongozi wao aitwaye commandment anafika. Agu anaeleza kilichompata yeye na familia yake. Commandment anaamua Agu ajiunge na NDF na anze mafunzo Wanampeleka kambini ambako kila mtu anamheshimu commandant. Wanampeleka sehemu ambayo kila mtu anamheshimu commandant Agu. Wanaanza mafunzo magumu, ana njaa kali, lakini anaambiwa kuwa wanajeshi tu ndio wanakula. Anaomba kwa Mungu amwone tena mama yake. Baada ya mafunzo, Agu na watoto wengine wanaingizwa rasmi kwenye NDF kupitia sherehe za jadi. Katika operesheni ya kwanza wanakamata maadui. Komandanti anamwamuru Agu amuue mmoja wao. Ingawa anaogopa, Agu anamuua kwa panga kwa msukumo wa komandanti. Baada ya hapo wanapewa bunduki. Anapiga magoti na anajilaumu kwa yale aliyoyafanya. Agu anaendelea kushiriki mauaji na ukatili. Anazidi kuwa wa moto, anazidi kuwa wa kutisha. Yaani Agu kiujumla ni kusema kwamba ameiva wanashambulia kijiji, wanaua raia, wanawake wanabakwa na watoto wanateswa. Agu wanachanganyikiwa na kuanza kutumia dawa ya kulevya iitwayo brown brown. Baada ya vita vinabadilika kutokana na kuingilia kati kwa umoja wa Mataifa. Kamandanti anapandishwa cheo lakini anakerwa na mabadiliko hayo, anakataa kuacha vita na anaendelea kuwashawishi ya askari wake waendelee kupigana vita. Baada ya tukio la mauaji kambini, askari wengi wanachoka na vita, wanakosa chakula, risasi, matumaini. Hatimaye Agu na askari wengine wanaamua kujisalimisha. Kamandanti anawaruhusu waondoke akiamini watarudi. Hakuna askari waliokataa tamaa, wanapelekwa kwenye shule ya wamishionari kwa ajili ya ushauri nasaha. Agu anasumbuliwa na ndoto mbaya na hataki kucheza na watoto wengine. Mshauri mmoja anayeitwa Ami anamshawishi afunguke, lakini Agu anaogopa kuwa ataonekana kama mnyama kutokana na aliyoyafanya. Badala yake, Agu anaanza kusimulia kuhusu familia yake. Filamu hii inahitimishwa kwa Agu anapoenda kujiunga na watoto wengine kuogelea, ishara ya kuanza kupona na kurejea kwenye maisha ya kawaida. Hii ni simulizi tu. Hii ni short story ambayo ni movie fupi kutoka kwenye filamu kubwa ambayo inaitwa Beasts of no nation, yani ni watu ambao walikuwa wanachukuliwa kwa ajili ya kwenda kufanya mapigano, watu ambao hawana huruma. Asante, share video hii na usisahau kusubscribe pia na kugusa kikengele notification ili uweze kupata videos kama hizi mbalimbali. Asante.